Hapa mkoani Mara, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imefanikiwa kudhibiti zaidi ya shilingi milioni sabini ambazo uh, wamedhibiti katika miradi miwili. Moja ni katika mfumo ambapo ni katika uhamishaji wa makaburi ya wananchi waliokuwa wamepisha upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kata ya Nyatwali wilaya ya Bunda, lakini eneo lingine ni katika ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda ambapo ni zaidi ya milioni ishirini na moja. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara ameongea na wanahabari asubuhi ya, ya leo na kuwaeleza jinsi walivyoweza kuokoa fedha hizo. Uchambuzi wetu ulibaini kuwa katika hatua ya uthaminishaji makaburi hayo yalithaminishwa kwa namna yalivyotambulishwa na kuonekana kuwepo na sio kwa, watham, kwa wathaminishaji kujiridhisha na kuwepo kwa miili ndani ya makaburi yale. Kasoro hiyo kwa kasoro hiyo, tulishauri mamlaka ya ulipaji fidia hizo isilipe fidia kwa makaburi ambayo hayataonekana kuwa na mabaki ya miili wakati wa zoezi la uhamishaji wa makaburi litakapokuwa linafanyika. Utekelezaji wa ushauri wetu huo ndio uliowezesha kupatikana kwa makaburi 123 hewa ambayo hatimaye wanufaika wake hawakulipwa fidia ya shilingi milioni 49 na laki mbili. Tatizo lipo kwa watumishi wa serikali waliofanya evaluation. Kwa hiyo, kwanza mimi nipongeze TAKUKURU kwa kazi nzuri ambayo imefanya ya kugundua wizi wa fedha za serikali kiasi hicho, lakini pia Takukuru inatakiwa kwenda mbali zaidi. Wizi wa fedha za umma kwa njia hii ya uthaminishaji ni mkubwa sana. Tanzania tunapoteza fedha nyingi, na huku wananchi wanahangaika, hawana maji, hawana barabara, elimu duni. Kwa hiyo mimi naipongeza Takukuru iendelee na kazi nzuri. Kimsingi inabidi wanaohusika na tuhuma hizo waweze kuwajibishwa ili wananchi wengine waweze kujifunza na wale wabatilifu zaidi wajifunze kwa maana ya kwamba serikali waendelee kufanya kazi yake vizuri. Milioni arobaini, hela nyingi. Nadhani kuna baadhi ya hospitali katika wilaya yetu hapa mjini zinakuwa haziko vizuri, kwa pesa ingeweza kuelekezwa kwenye miradi mingine na kuweza kufanya miundombinu mbalimbali. Katika hatua nyingine, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa mkoani Mara imeweza kufuatilia miradi ishirini na nane yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tisa, na hii ni kutoka katika sekta za afya, elimu, barabara pamoja na maji, ambapo katika miradi hiyo miradi kumi na mbili yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tatu imeweza kukutwa na dosari. Augustine Mgendi, Mara.